Ufundishaji wa umahiri unawataka wanafunzi, unazingatia matakwa ya wanafunzi, unamzingatia mwanafunzi aelewe mambo vizuri kwa kina, ndio ufundishaji wa umahiri. Kwa mwalimu mwenyewe ni lazima kwamba pia awe na na sifa madhubuti. Sasa, sifa zifuatazo ni sifa za mwalimu. Mwalimu huyu atakuwa ni mwalimu ambaye atakuwa ni mahiri. Mwalimu wa somo lolote aliyekuwa ni mahiri ni lazima ajipambe na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, mwalimu mahiri anapaswa awe mjuzi wa somo lili anayoenda kufundisha. Kwenye mwalimu mahiri wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu anapaswa awe mjuzi wa Qur'ani na Sunna. Aelewe vizuri Qur'ani na aelewe vizuri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na awe amesoma vizuri eh, vitabu somo la elimu ya dini ya Kiislamu vizuri na awe amepata kozi ya, ya mbinu apate kozi ajifunze masomo haya vizuri huyu atakuwa ni sifa sifa ya ya ya kwanza ya mwalimu mahiri sifa ya pili ya mwalimu mahiri anakuwa na ujuzi wa ufundishaji wa umahiri kuna mambo ya msingi yanapaswa mwalimu ayajue ili ufundishaji wake uwe wa umahiri mambo gani anapaswa azingatie kwa hiyo ni sifa ya pili ya mwalimu mahiri anapaswa awe nayo lakini sifa ya tatu mwalimu mahiri ni yule mwenye kutumia njia na mbinu shirikishi. Sifa ya nne ya mwalimu mahiri ni mwenye kutumia zana e, atatumia zana wakati wa uwezeshaji wake, wakati anawawezesha wanafunzi. Na sifa nyingine ya mwalimu mahiri anapaswa afanye uchambuzi wa muhtasari wa somo lake. Kwa hiyo mwalimu mahiri kabla ya kuanza kufundisha darasa lake atafanya uchambuzi yakinifu wa muhtasari wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, atatazama mambo kwa kina. Lakini pia mwalimu mahiri wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu ni yule mwenye kutumia vitabu vya kiada na ziada katika ufundishaji wake. Hata tumie kichwa chake na akili yake na mawazo yake? Hapana, atazingatia mafundisho yaliyomo vi, ya kwenye vitabu vya kiada pamoja na vitabu vya ziada lakini pia ni mwenye kufanya maandalizi stahiki kabla ya kuanza kufundisha somo lake. Lazima afanye maandalizi stahiki yaliyokuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo haya ni mambo, hizi ni baadhi ya sifa za mwalimu ambaye ni mwalimu mahiri. Ndugu zangu, ili tuweze kupata kilicho bora, ni lazima tuchukue muda na tuamue kujiwekeza katika eneo hili ni eneo ambalo ni muhimu. Changamoto zote kubwa zinatotokana na, na eneo hili. Ufanikishaji wa eneo hili ndio utatuzi wa changamoto mbalimbali katika ufundishaji wa somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu. Ndugu zangu, baada ya kutazama na kuona e, sifa za mwalimu mahiri, sasa tutazame misingi ile ya ufundishaji wa umahiri. Kuna misingi gani katika kufundisha Umahiri. Ili watu waelewe, wanafunzi waelewe mambo kwa kina eh, waweze kutumia maarifa katika mazingira halisi katika maisha yao ya kila siku na waweze kutatua changamoto mbalimbali katika maisha yao ya kila siku. Ni misingi ipi ya ufundishaji wa umahiri? Msingi wa kwanza ni mwanafunzi anaendelea kujifunza jambo mpaka atakapolimudu Mwalimu ahakikishe mwanafunzi anamwezesha, mwanafunzi anajifunza mpaka atakapolimudu lile jambo. Huu ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili wa ufundishaji wa umahiri, mwalimu anatakiwa kutumia mbinu mbalimbali, mbali na kazi za kimakundi. Alenge wanafunzi wa kutumia mbinu mbalimbali, tumia mbinu moja kwenye kipindi, tumia mbinu nyingi. Lakini pia eh, awape wanafunzi kazi za kimakundi lakini msingi wa tatu wa ufundishaji na ujifunzaji wa umahiri, mwalimu anatakiwa alenge kufundisha kile ambacho mwanafunzi anahitaji kujifunza, ambacho kitatumika katika maisha yake ya kila siku. Huo ni msingi wa tatu. Na msingi wa nne wa ufundishaji wa umahiri ni mwalimu anatakiwa kutumia vitabu, media na vitu vilivyopo katika mazingira halisi kwa kulenga umahiri husika. Kwa mwalimu ana, ana, ana, ni lazima ajitahidi ana afuate haya. Msingi wa tano wa ufundishaji wa umahiri mwalimu anatakiwa kumpa mwanafunzi wake mrejesho wa haraka katika upimaji wa utendaji. Mwalimu atawapima wanafunzi, atawapa wanafunzi mazoezi wakiwa kwa darasani, mazoezi ya mmoja mmoja, mazoezi ya vikundi, atatoa kazi mradi na kadhalika mwalimu ana wajibu wa kutoa mrejesho wa haraka. Kwa bahati mbaya, baadhi ya walimu wanaofundisha hawatoi mrejesho, hawaoneshi dosari wanazofanya wanafunzi katika ujifunzaji wao, jambo ambalo linakwaza na kudumaza uwezo wa wanafunzi katika kumudu mambo mbalimbali mbali. Kwa hiyo huu ni pia ni msingi ambao wa tano ambao mwalimu anapaswa auzingatie. Lakini msingi wa sita, mwalimu lazima aache muda kwa mahitaji ya mwanafunzi kujifunza, atoe fursa wanafunzi waweze kujifunza kwa kwa umakini na kwa kina. Lakini msingi wa saba ambao nitauzungumza katika siku ya leo ni mwalimu adhihirishe uwezo wa kumudu, kumudu hatua, au mwanafunzi kumudu umahiri husika. Mwalimu ifikie hatua mwanafunzi aoneshe eh, amemudu lile jambo kama ni, ni swala, mwanafunzi aweze kute, kutekeleza vitendo vya swala aswali swala mwanzo mwisho lakini kama ni mambo ya lazima ya kufanyiwa maiti Muislamu, mwanafunzi amudu kumswalia, aoneshe ule umahili wa kumswalia maiti muislamu mwanzo mwisho. Kila mwanafunzi aweze kutengeneza kushona sana na kuandaa sana, ambayo ni sehemu ya maandalizi muhimu na mambo kadhaa wa kadha, kulingana na mada husika. Kwa hiyo uh, jambo hili la saba ambalo ni msingi wa ufundishaji na, na, na, na ujifunzaji wa umahili ni mwalimu adhihirishe ule uwezo wa mwanafunzi kujifunza. Hilo ni jambo pia la msingi ambalo tumepaswa tulitazame. Lakini pia kwenye huu huu ufundishaji wa umahiri tuna sifa za umahiri darasani. Wajibu wa mwalimu anapokuwa darasani unahitaji mabadiliko ya maarifa pamoja na tabia za darasa. Kwa hiyo mwalimu lazima afahamu mambo yafuatayo: moja, atende kama mwezeshaji wa darasa, yaani mwalimu awe ni mwezeshaji wa darasa, sio mfanyaji na mtekelezaji. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu mwalimu anaingia darasani, anafika na kopi, anachukua kitabu, anakopi notes tu, anaandika anaandika anaandika anaandika mbele ya watu meelewa? Haya kopi, hapana. Atende kama mwezeshaji wa darasa, awawezeshe wanafunzi, aruhusu kila mwanafunzi kutengeneza maarifa yake kwa kutumia fursa zilizopo katika mazingira yake. Hii ni jambo la kwanza la msingi sana, lakini jambo la pili ni kuimarisha mazingira salama saidisi na chanya kwa wanafunzi wote. Mwalimu anatakiwa kuwa mbunifu na mweledi wa kutosha katika ufundishaji wake, aandae mazingira, darasa lake liwe ni darasa avutivu, liwavutie wanafunzi, mazingira yale yawavutie wanafunzi kuweza kujifunza. darasa lake liwe ni saidizi liwasaidie wanafunzi kuweza kujifunza na kufurahia somo lake. Lakini ahimize ushirikiano miongoni mwa wanafunzi darasani, ahimize ushirikiano. Wanafunzi watajifunza vizuri kwa kushirikiana wao kwa wao. Lakini jambo la nne pia ajenge ujasiri na ari ya kujifunza kwa wanafunzi darasani. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa kuwasaidia wanafunzi kujitegemea kuwa wabunifu na wadadisi, wanafunzi wasiotegemezi. Awajenge wanafunzi waweze kujitegemea wao. Na moja ya walimu wenzangu, moja ya jambo ambalo ni silaha kubwa na muhimu mno ni kumwezesha mwanafunzi aweze kujitegemea kama yeye, awe mbunifu, awe mvumbuzi, akisimama kama yeye, hata wakati wa mtihani haupati shida. Hautoona wakati wa mtihani mwanafunzi anaanza kuhangaika kutafuta, sijui kuna possible, kuna nini. Hapana, mwanafunzi mwanadamu anakuwa na jimudu, atajiamini, na atakaa, atajibu mtihani wake vizuri, kwa sababu ana maarifa tosherefu huyu. Kwa hiyo ni lazima mwalimu ahakikishe anajenga ule ujasiri na ari ya mwanafunzi kujifunza darasani, na hakikishe mwanafunzi anajitegemea mwenyewe, awe mbunifu na awe, awe mdadisi. Jambo la tano, afanye wanafunzi kuthaminiwa, awathamini wanafunzi lakini lazima ushirikiano usisitizwe kuliko ushindani wa mtu mmoja mmoja. Baadhi ya walimu wanapenda wanafunzi wanashindana, wanafunzi wanakuwa ushindani kama wanafunzi wawili. Hapana, darasa zuri ni lazima uhakikishe wanafunzi washirikiane kwa pamoja, watanyanywana. Kuna ambao wana uwezo mkubwa, kuna ambao wana uwezo wa kawaida, na wengine wako chini kidogo, wote wanyanyuliwe, washirikiane. Katika kushirikiana itawajenga kuwanyanyua wanafunzi na kufanya vizuri katika katika masomo yao, lakini pia kupata ule umahiri husika. Lakini jambo la sita awasiliane vizuri na wanafunzi darasani. Mwalimu lazima ajenge mawasiliano mazuri yake yeye pamoja na, na wanafunzi wake. Lakini pia jambo la saba tumie lugha nzuri eh, katika kufundisha. Lakini pia jambo la nane ambalo la mwisho ambalo nimependa nieleze katika sehemu hii awe na uwezo wa kusikiliza kwa kina kutoka kwa wanafunzi wake, awe msikivu Mwalimu, naona kuna eneo fulani sijielewa vizuri naomba unifafanulie hapo. Anambia, utaelewa tu, uko mbele wewe, fuatilia tu utakuja kuelewa. Hapana, mwalimu awe na uwezo wa kuwasikiliza kwa kina wanafunzi wake, na awape fursa wanafunzi wake waweze kueleza yale mambo ambayo wow, wao wame- wamejifunza. Lakini jambo lingine la kuzingatia, cha kwanza ni kubaini mada za vitendo, ambapo la msingi kwa mwalimu Muislamu la pili wakati wa kufundisha mada hizi zifundishwe kwa vitendo, lakini pia azipe muda wa kutosha mada hizi ambazo zinahitaji kufundishwa kwa vitendo. Lakini ingine la msingi ni kuwa na mwongozo wa ufundishaji wa mada hizi kwa vitendo. Mwalimu, unapoingia darasani na kufundisha mada yako, lazima ujenge mwelekeo wa wanafunzi kwa hiyo una wajibu wa kubaini mwelekeo kwa kila dhana ambayo unaenda kufundisha darasani, lakini lazima ulenge yale, yani, mabadiliko ya kitabia ya wanafunzi, lakini lazima usisitize dhana muhimu, lakini pia ni lazima uoneshe msimamo juu ya dhana husika. Tatoa mfano mmoja, tuelewane vizuri. Mwalimu anafundisha wanafunzi, anawafundisha wanafunzi dini, mtazamo wa Uislamu juu ya dini anawafundisha wanafunzi sifa za dini sahihi. Kwa nini mwalimu afundishe sifa za dini sahihi? Ni lazima ujenge mwelekeo. Hawa wanataka wao wawe wajue sifa za dini sahihi. Baada ya kujua sifa za dini sahihi, maana yake waifuate dini sahihi katika maisha yao ya kila siku, hawa wabakiwe kuwa Waislamu. Sasa katika eneo hili la, la, la, la, la dini kuna mambo yapo mwalimu unapaswa uoneshe, ujenge mwelekeo kwa mwanafunzi, na usisitize mabadiliko ya kitabia. Leo katika jamii yetu, katika yale mambo matatu ambayo tulisema, kuna changamoto leo. Leo katika jamii yetu kuna waislamu hapo, ni dini yeye, ni muislamu, ana uelewa ule Uislamu, lakini leo kuna muislamu anaishi, anaishi na asiyekuwa muislamu. Muislamu ambaye dini yake ni muislamu anaishi na mtu asiyekuwa na dini ambayo sio muislamu Jambo hili utatuzi wake unaanza kwa mwalimu. Mwalimu lazima ajenge mwelekeo. Mwalimu anapofundisha, kwa mfano, mada ya ndoa, atafundisha ataonesha kwamba katika jamii, au mada ya dini, atafundisha katika jamii kuna mambo ambayo muislamu, mtu mwenye dini ya Kiislamu anapaswa ashirikiane na mtu wa dini nyingine. Ni mambo gani hayo? Wanafunzi waorodheshe yale mambo, lakini kuna mambo gani ambayo muislamu mtu mwenye amekubali Uislamu, ambaye an, an, anafuata dini ya Uislamu, kuna mambo ambayo hapasi kuyafanya au kushirikiana na mtu wa dini nyingine, waorodheshe mambo yale. Ukiwaambia hapo, kila mmoja atahangaika kuorodhesha kutafuta, kwa baadaye utagundua kuna baadhi ya mambo ambayo Muislamu haruhusiwi kushirikiana na mtu wa dini nyingine. Miongoni mwa mambo hao ni yale mambo ya kiibada, kwa mfano ndoa Muislamu hakuna ndoa kati ya Muislamu na siokuwa Muislamu. Ndoa hii haipo. Binti wa Kiislamu au kijana wa Kiislamu iweje aende akafunge akaishi na mtu asiyokuwa Muislamu, mtu wa dini nyingine? Maana yake moja ya sehemu ya utatuzi wa changamoto hii ni lazima walimu darasani tuonyeshe kwa mwalimu lazima uoneshe mwelekeo. Kijana wa Kiislamu inakuaje uondoke mtafute binti asiyokuwa Muislamu, uishi naye wewe. Inakuaje mabinti wa Kiislamu hawapo wameondoka? Hawapo lakini uoneshe msimamo. Binti wa Kiislamu kuliko kwenda kuishi maisha na mtu asiyokuwa Muislamu, ni bora kakaa hivyo hivyo, umauti ukamkuta katika hali ya namna hiyo hiyo, abakie hivyo hivyo, kwani Uislamu una thamani kubwa. Katika maeneo maeneo ambayo hupaswi kuchanganywa, hupaswi kuchanganywa na mifumo mingine ya maisha, hasa katika maeneo ya kiibada. Kwa hiyo, mwalimu ni lazima aoneshe mwelekeo. Lakini mwalimu anafundisha swala, anaingia darasani kufundisha asubuhi hata kuwauliza wanafunzi wake, jamani leo nani ambaye ame-, ameswali swala tul fajiri? Hatuulizi maanake, hapa ni kuwajenga, unataka una ile tabia iendelee kubakia. Ni siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu, mwalimu aingia darasani kuuliza, nani leo amefunga funga ya sunna? Maanake unataka una, una kulea ile tabia ile tabia ya mafundisho, kwa moja ya jambo ambalo ni muhimu na la msingi pia katika huu uf-, ufundishaji wa mahiri ni lazima mwalimu ahakikishe anajenga mwelekeo wa wanafunzi ndugu zangu ufundishaji wa umahiri ni muhimu mno kwa sababu ndio suluhisho la changamoto mbalimbali mbali ambazo zinazotukabili walimu na pamoja na wanafunzi ukiona wanafunzi wafanyi vizuri eneo la kwanza muhimu ni eneo hili la mwalimu kwa sababu mwalimu akichukua nafasi yake vizuri na akawafundisha vizuri wanafunzi wanafunzi wataenda vizuri. Baadhi ya walimu wamekuwa na lalamika kwa kuto kujua tu, kwa kutokuwa na maarifa ya umahiri na kudhania baadhi ya maswali ukumbe, ya maswali kama utakavyokuona huko mbele yametoka maswali, swali hili halipo kabisa, liko hali nje ya muhtasari nje, halipo kabisa, wameonewa wanafunzi. Ni kwa sababu ufundishaji wake si ufundishaji wa umahiri, ni ufundishaji ule wa wa ukariri ni ufundishaji wa kulenga yale maudhui, sio ufundishaji wa kulenga mwanafunzi. Baada ya kujifunza haya atatoka atapata matokeo gani? Ataondoka na nini ambayo itamsaidia katika maisha yake ya kila siku? Mwalimu mahiri anafundisha eh, hadithi sahihi, hadithi maudhuu, hadithi hasan. Eh, sasa mwalimu anafundisha halengi wanafunzi. Nzipi faida za kujifunza hadithi katika maisha ya kila siku? Lazima uoneshe matumizi ya hadithi katika maisha ya kila siku, lakini kuna hadithi maudhui, hadithi za uongo. Kuna madhara gani ya kuenewa kwa hadithi hizi za uongo katika jamii? Mwalimu ni lazima asijima, atazame jamii ufundishaji wake, utazame mazingira yake na, na, na yale yani ambayo yanalenga kumjenga na kumfanya mwanafunzi awe imara. Kwa hiyo napenda nisisitize kwamba cha suluhisho la kwanza la matokeo, kama matokeo sio mazuri, moja ya suluhisho, suluhisho la kwanza, walimu, ni lazima tuzingatie haya mambo ambayo nimeeleza hapa, itakuwa ni sehemu ya dawa tosha. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.